Bwana Yesu asifiwe. Nina neno na wewe na neno hilo ni juu ya taifa letu. Biblia inasema katika kitabu cha Nyakati wa pili mlango wa saba mstari wa kumi na nne ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kuziacha njia zao mbaya na kutafuta uso wangu. Oh, watanyenyekea na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, pigia mstari, na kutafuta uso wangu, macho yangu yatasikia, nami nitaiponya nchi yao. Sasa hawa watu wameitwa kwa jina lake. Ikiwa ikiwa maneno haya aliongea Mungu, wakati anaongea na Sulemani, akamwambia Sulemani, nimekupa hekima, nimekupa eneo hili, nimekupa kuwatawala watu hawa, na tena nimekupa kuwalinda watu hawa. Lakini ikiwa watu wangu hawa walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kuziacha njia zao mbaya na kutafuta uso wangu Umenielewa, kuna kunyenyekea, kuna kuomba, kuna kuacha njia mbaya, na kutafuta uso wangu. Anasema sasa, macho yangu yatafunguka mahali hapo, nami nitaiponya nchi yao. Ma, kwa nini Mungu anaenda kuponya nchi ikiwa watu ndio walionyenyekea? watu ndio walioomba, watu ndio waliotafuta, angeponya watu wenyewe. Lakini kabla ya kuponya watu Mungu anataka kuponya nchi. Nchi ni nini? Nchi ni ardhi yenye mipaka halali ya kiumiliki au kiutawala. Anasema nitaponya. Neno nitaponya ni neno la kitabibu. Kwa nini analiongelea hapa? Analiongelea ni neno la kitabibu sababu kumbe nchi inaweza ikaumwa. Nchi inaweza ikawa kwenye shida. Nchi inaweza ikawa ina, inaomboleza yenyewe. Sio watu wanaomboleza, ni ile ardhi ikawa inaomboleza na ikaleta shida kwa watu, inaweza ikanajisika na ikaleta shida kwa watu. Kwa hiyo Mungu anachokihitaji ni watu waliye watu, waomboleze, watu wautafute uso wake, watu wamtafute yeye, ili aende akaponye nchi. Sio wakati wa lawama, sio wakati wa mahuzuniko, sio wakati. Hatutabadilisha kingine chochote bila kuingia kwenye maombi. Nchi ndio iliyobeba viongozi, nchi ndio iliyobeba watoto wetu nchi ndio iliyobeba taifa letu nchi ndio iliyobeba mali zetu nchi ndio iliyobeba biashara. Kwa hiyo inapoombewa nchi sure, hata waliobebwa ndani yake lazima wapokee uponyaji. Ninatamani mtu mmoja, tuingie katika maombi ya kuomboleza kama ambavyo Yeremia alivyoona Yerusalemu imekuwa ukiwa na imekuwa uharibifu, hakuna anayeingia, hakuna anayepita, pamekuwa magofu, tena pamekuwa mahali palipo najisika. Yeremia alichokiona kwanza ni magofu. Hakuanza kuingia kujenga, hakuanza kutafuta msaada wa ujenzi. Alichokianza, aliingia kwenye toba, akafunga kwa siku tatu mfululizo, akautafuta uso wa Bwana ili Yerusalemu ijengwe upya, ili Yerusalemu ifanywe upya, ili Tanzania ijengwe upya. Tunahitaji kuingia kwenye maombi ya toba, maombi ya rehema, maombi ya kutafuta uso wa Bwana. Hata jambo likifanyika na mapinduzi ya aina yoyote yakafanyika, lakini ardhi bado ina ani wewe uweke kitu kipya pale kitu kipya pale kwa ajili ya kile kinywa kilichofunguka kwenye ardhi kwa ajili ya ule unajisi uliotokea pale kwa ajili ya chochote kilichotokea pale. Kitu kipya kinaundwa nawe, kitu kipya kinaundwa na wewe, kinatengenezwa na wewe, kinasababishwa na wewe, kwa kutafuta uso wake Mungu wetu na kuziacha njia zetu mbaya, wakati na kwenda kumwambia Mungu, tunakuhitaji ukafanye kitu kipya, tunakuhitaji ukaiponye nchi. Ungana pamoja nasi, ungana pamoja na kikundi, ungana pamoja na kanisa mahali popote ulipo, mwambie Mungu, tumekuja mbele zako, tunatubu kama Yeremia, tunatubu kama Yeremia, tunatubu kama Yeremia, tunatubu kwa ajili ya nchi, tunatubu kwa ajili ya taifa, tunatubu kwa ajili ya watoto, tunatubu kwa ajili ya damu iliyomwagika, tunatubu kwa ajili ya machafuko ya aina yoyote. Sisi sio sehemu ya machafuko, sisi sio sehemu ya eneo, sisi sio sehemu ya eneo hilo, sisi sio sehemu ya hilo jambo. Baba, mbingu zako zisikie Mungu zako zisikie. Nenda mbele za Bwana kwa toba, nenda mbele za Bwana kwa toba, hata kama uko katika uchungu, hata kama uko katika namna ambayo huwezi. Roho Mtakatifu wa Bwana anaweza akamimina mafuta mapya, anaweza akamimina rehema, anaweza akamimina neema, anaweza akamimina roho ya maombi. Na ndio maana alisema nitamimina roho ya maombi katika nyumba ya Daudi. Usinyamaze kimya. Mungu, wakati anaona haribifu limetokea mahali, alisema wako wapi wanawake wa mbole zao? Wako wapi wanawake wa mbole zao, wawatie binti zao akili na maarifa, waomboleze kwa ustadi. Kumbe hata maombolezo yanahitaji ustadi, siyo kuomboleza tu, inahitaji ustadi ili kutafuta uso wa Bwana. Mauti inapoingia mahali, kinachotakiwa ni uso wa Bwana ushuke pale, ukatilie mbali. Inaweza ikaingia kwa dirishani, inaweza ikaingia kwa mlangoni, inaweza ikaingia kwa popote pale, inaweza ikaingia kwa mipaka, inaweza kuingia kwa chochote, lakini Mungu anachokihitaji ni watu walioitwa kwa jina lake watakapoongoleza na kuomba na kutafuta uso wake, akafanye kitu kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya Tanzania. Nasi leo tunamwambia Mungu kwa ajili ya Tanzania, mauti imeingia dirishani, ili wakatilie mbali vijana, imeingia dirishani, ili wakatilie mbali watu, imeingia dirishani kama ilivyoandikwa katika Yeremia tisa mstari wa ishirini na moja. Waiteni wanawake, waiteni wanawake, waiteni taifa, waiteni kanisa. Kila mmoja simame, mwambie Mungu atuhitaji. Mungu tunaomba tena, tunaomba kila mauti iliyoingia kupitia mlango wote ule, kupitia eneo lolote lile, tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba katilia mbali, tunaomba katilia mbali. Tunaomba katilia mbali. Tunaomba katilia mbali. Namna Mungu atakavyoingia, sio namna yetu sisi. Namna yetu ni kuingia magotini, kutafuta uso wa Bwana, kutafuta uso wa Bwana, kunyamazisha kila mauti iliyoingia kwa dirishani, kunyamazisha kila mauti iliyoingia kwa mlango kunyamazisha kila mauti iliyoingia popote pale. Mungu apite Mungu afanye, Mungu apite Mungu afanye, Mungu apite Mungu afanye. Omba tena ukimaanisha, omba tena ukimaanisha, omba tena ukimaanisha. Omba kwa ajili ya nguvu ya Mungu, omba kwa ajili ya neema ya Mungu, Tanzania. Omba kwa ajili ya damu ya Yesu isafishe kila damu iliyopita, omba kwa ajili ya ukuu wa Mungu upite, omba kwa ajili ya mauti iliyoingia, kila aliyesimama kwenye mlango wa mauti, kwenye dirisha la mauti, popote penye kwenye mipaka ya mauti, omba damu ya Yesu ipite pale, omba nguvu ya Mungu ipite pale, omba neema ya Mungu ipite pale. Ni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen.